Mwenyekiti wa bodi ya wa wakurugenzi taasisi ya utafiti wa uvuvi na mali asili za baharini Zanzibar, Zafiri, Balozi Amina Salum Ali, amewataka wafanyakazi wa taasisi hiyo kushirikiana kwa pamoja katika utendaji wa majukumu yao ili kufikia azma na malengo ya serikali. Ameyasema hayo huko Zafiri Maruhubi mjini Zanzibar baada ya kukutana na wafanyakazi wa taasisi hiyo, amewataka kuwa na imani na kujitahidi katika kufanya kazi, kwani Zanzibar imekuwa na fursa nyingi za kuzitumia katika kukuza uchumi wa nchi kupitia matumizi ya bahari. Mimi ami sana nifurahi sana nisema kwamba mwe na imani sasa, wajitahidi kufanya kazi. Naomba ina fursa kubwa sana kushinda nchi nyingi, nchi nyingi anaiomabwao. Sisi hapa tuna bahari yenyewe ambayo mpaka maili mia tatu ya baharini akuzui tu moja huo na uwezo wakivifaa elimu utafiti ufike kwa maliasili ambayo i kwa hiyo tutafanya i na mengine mengi tutafanya. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Dr zakaria Ali Khamis ameshukuru kwa kukutana tena kwa pamoja katika kutekeleza majukumu ya serikali ili kuisaidia jamii nchini. Tunaamini kabisa, tuna imani na wewe kwa mwenyekiti wetu, na utatuongoza vizuri kama unavyofanya, na utushika mkono kutuinua, tuwe pamoja katika kutekeleza jukumu la serikali na kuisaidia jamii yetu iweze kufikia malengo yake. Naye msimamizi wa idara za utafiti ndugu Ali Saidi Ali amesema licha ya kuwa na uhaba wa kifedha wameweza kufanikisha tafiti nne kwa mwaka elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano kupitia jitihada za uongozi wa taasisi hiyo ikiwemo kufanya utafiti wa kasa, utafiti mdogo mdogo wa okotaji wa pweza na jamii zote za aina ya chaza, utafiti wa uzalishaji mbegu bora za mwani, pamoja na kufanya tafiti ya kuangalia ubora wa maji ya bahari, jitihada ambazo zinafanya na uongozi wa idara lakini kwa jambo la kufurahisha kuwa tuna uhaba wa fedha kama idara ya utafiti kwa mfano kama mkoa wa fedha ulioisha tumefanikiwa kufanya tafiti zaidi ya nne 2024/2025 tuna kazi mbalimbali kwa mfano tuna ile ambayo inaja masiba hapa tulitakiwa tufanye tafiti sana kasa tujue kwa nini kuna matokeo yanatokea kuna kufikia kasa lakini kwa kutafuta tunahitaji muda mrefu sababu mtafiti wa kisayansi hasa ambao tajiri baharini kupata sampo za kasa. Kwa hiyo tukakuta kutokana na bajeti yetu tukashindwa kufanya hiyo. Badala yake sasa tukafanye review sababu tunajua kama matukio na tunajua sisi mbali mbali, tukafanya review na so, kupata highlight ya nini hasa kilisababisha matukio haya kwa kasa, na tukapata report na submit. Lakini baada ya hiyo tumefanya kazi ya ya kuangalia utafiti. Naita gleaning fishery kwa economic uh, impact ya gleaning fishery kwa Zanzi kwa sababu ni, ni, ni, ni, ni uvuvi ambao kama umesahaulika hata ile contribution yake kwenye pato la mmoja mmoja la, la taifa. Taidi, na taifa haidi tukafanya utafiti wa lakini bali na hilo kuna utafiti ambao tumefanya na tunamalizia report saa hivi, tunaita fish West tuliona kuna potensi, kuna kuna kuna gap hapa kwamba tuna masoko tuna madiko, watu wanauza samaki, lakini kuna yale mabaki ambayo yanapatikana pale, ambayo kwa namna moja ama nyingine inaweza kuwa ni source pia ya ya ya ya, ya kuweza kutengeneza ambolea na nyingine, tukafanya utafiti huu kufanya quantification ya kuweza kujua ni kiwango gani ambacho tunazalisha kwenye masoko na madiko yetu ya Zanzibar, hizi fish waste. Mwisho wa siku kuona potensi ya ya ya kuweza kuwa na the investment ya kuweza kutengeneza kama ni process industry ya kuweza kutengeneza hizo hizo mbolea. Na hii tuko katika final stage ya kwa report kisha kwa matukio kwa, se kwa, kwa serikali. Lakini mbali na hiyo pia tume tumefanya utafiti unaohusiana na water quality assessment kwa bahari ya Zanzibar, pia tukafanya utafiti kuhusiana na hizi na, na mwani ambao ndani na kupitia utafiti huo, sasa ni recommendation ikaja wagu sasa, kwanza kwamba kuna haja sasa ya kuweza kuanzisha nasari kwa ajili ya uzalishaji wawezi ndevu kwa ajili ya ukulima wetu.